Kusimamia afya ya akili katika mahusiano. Karibu kwenye Mwangaza wa Maisha. Leo tunazungumzia jambo muhimu sana, afya ya akili katika mahusiano. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ili kuendelea kujifunza kila siku. Watu wengi wanapenda kwa dhati, lakini wanachoka kiakili. Wengine wanaumia kimya kimya, wakidhani upendo pekee unatosha, kumbe akili zao zimeelemewa na mzigo wa kihisia. Sehemu ya kwanza. Afya ya akili ni nini kwenye mahusiano? Afya ya akili si tu kutokuwa na ugonjwa, bali ni hali ya utulivu wa ndani unaokuwezesha kupenda, kuelewa na kuchukua maamuzi yenye busara. Mahusiano mengi yanavunjika si kwa sababu ya upendo kukosekana, bali kwa sababu akili zimechoka, zimejeruhiwa au hazijaelewana. Wataalamu wa psychology.com wanasema, when your mental health declines, your relationship becomes emotionally unbalanced, communication breaks first. Sehemu ya pili. Dalili za mahusiano yenye uchovu wa akili: kuchoka kihisia kila siku, kila mazungumzo yanakuwa mabishano au lawama. Kujihisi huna thamani kila kitu unachofanya hakionekani au hakithaminiwi. Kutuamini tena mtu wako, hata mambo madogo yanakufanya uwe na oga au mashaka. Kujitenga kimya kimya, unapoteza hamu ya kuzungumza, kukutana au kushirikiana. Msongo wa ndani, mwili unachoka, usingizi unapotea, moyo unakosa amani. Utafiti wa 2025 wa WHO Unaonyesha kuwa zaidi ya watu bilioni moja duniani wanapitia changamoto za afya ya akili na wengi wao hawatambui kwamba hisia zao ndani ya mahusiano zinachangia. Sehemu ya tatu. Mambo matano ya kufanya ili kulinda afya ya akili katika mahusiano. Zungumza ukweli bila hofu. Ongea kile unachohisi bila kuogopa kupoteza mtu. Mawasiliano ni tiba ya kwanza ya afya ya akili. Ninapohisi vibaya, si kwa sababu na kuchukia, ni kwa sababu nahitaji kueleweka. Jua wakati wa kupumzika. Wakati mwingine, kimya ni tiba. Usiogope kuchukua muda wa kupumua, kutulia au kujitenga kidogo ili kujipanga upya kiakili. Tambua wakati wa msaada. Afya ya akili si udhaifu. Ikiwa unahisi kushindwa, ongea na rafiki, mshauri au mtaalamu wa saikolojia. Wapendanao wenye afya hujua lini kusaidiana badala ya kulazimishana. Jifunze kuachilia. Si kila kitu kinafaa kubaki kichwani. Wengine wanabeba maumivu ya zamani na kuyahamishia kwenye uhusiano mpya. Healing yourself is a love language too. Jenga mtamaduni wa kupongezana. Shukrani ndogo kila siku hujenga furaha ya pamoja. Kila ukionyesha heshima, moyo unapata nguvu mpya. Watu wenye afya ya akili wanajua kusema asante na samahani kwa dhati. Sehemu ya nne. Funzo kubwa la kipindi. Afya ya akili ni msingi wa upendo wa kweli. Kama akili yako imeelemewa, hata moyo wako hauwezi kupenda vizuri. Kama unajali mtu wako, jali pia amani yake ya ndani. Hitimisho. Mapenzi bora huanza na akili yenye utulivu. Usiache maumivu ya ndani ya kue kwenye kimya. Zungumza, samehe, penda kwa busara, na linda nafsi yako. Asante kwa kutazama Mwangaza wa Maisha. Usisahau kusubscribe, Kushiriki na kutoa maoni yako. Mwangaza wa Maisha, mwanga wako wa hekima na matumaini.